Serikali inahimiza na kusisitiza matumizi ya mfumo wa TEHAMA kwa kuwa ushirika, lengo likiwa ni kuongeza na udhibiti na upatikanaji wa taarifa sahihi za vyama vya ushirika. Ni waasi kuhakikisha matumizi ya mfumo wa TEHAMA na kuhakikisha taarifa zote zinazotakiwa kuingia kwenye mfumo ili kwa wakulima wengi kushiriki kilimo. Napenda kuwakumbusha wakulima kuhakikisha wanajisajili na kupata namba ya ruzuku, lakini pia wakulima waliokuwa tayari kusajiliwa kuhakikisha na uhitaji wa mazao. Aidha, serikali itoe elekezo kwa washirika kuhakikisha kinashiriki katika zoezi la usambazaji wa mbolea ya ruzuku ili kuwarahisishia wakulima kupata mbolea kwa wakati na kwa urahisi. Hivyo na maelekezo kwa washirika kuendelea kushiriki pasafi katika zoezi utawezesha kupata pembejeo kwa wakati na kwa gharama nafuu. Ili maafisa ushirika na maafisa kilimo ngazi za wilaya wahakikishe wanasimamia zoezi hili na kuhakikisha kulima wanapata kulea kwa wakati na maeneo yaliyo karibu nao. Ndugu wadau wa ushirika, nawaelekeza viongoza viongozi ushirika kuwa waadilifu, kwa kuwa serikali haitafumbia macho masho yote ikaonekana kutokuwa na waadilifu au kuhujumu ushirika na wanachama wake. Vyama vya ushirika vya akiba na mikopo sasa, simamieni vyema pesa za wanachama wenu na kuwakopesha, wale wanaokopa walipe pesa kwa wakati. Vyama vya ushirika vya mazao na vya aina nyingine, hakikisheni na kuwatendea haki wakulima wenu kwa kuwapatia huduma stahiki. Ndugu wadau wa ushirika, niwakumbushe kwamba mnamo tarehe ishirini na saba hadi ishirini na nane mwezi wa nne mwaka huu utafanyika jukwaa la ushirika. Uzuri huu ni kwa